Hapa Arusha kwa mradi unaoendelea hapa, tuna miradi ambayo inagharimu bilioni thelathini miradi hii ikihusisha soko hili hapa ikihusisha stendi ikihusisha na soko lingine pamoja na maeneo mbalimbali mbali kwenye barabara hii, nimeisema ili muone rais wetu dr Samia Suluhu Hassan anavyotujali wana Arusha. Kwa hiyo tumshukuru sana rais wetu, lakini pia tuendelee kumsifu na kumshukuru jemedari wetu hapa, RC wetu kwa usimamizi wake mkubwa anaoufanya. Kazi zinaendelea, kazi zinaendelea, na ninyi wana Arusha wana Kilombero ni mashahidi. Mnachoona kinaendelea hapa ni nini? kazi sindio? ni nini? Kazi. Niombe kutoa maelekezo kwa viongozi wa jiji, soko hili litakapofunguliwa, tuhakikishe kwamba wale wafanyabiashara waliokuwa hapa mwanzo ndio wanapewa vizimba kwa mara ya kwanza, na hili nitaikemea, hili nitalifuatilia, kama kuna afisa biashara atakwenda kinyume na hili ile kazi yake nitaiweka mfukoni. la pili, la pili, hivyo vizimba vitakavyobaki ninaelekeza vigawanywe kwa uwazi. Kuna tabia ambayo ipo mahali pengine, wanachukua viongozi wa halmashauri wenyewe, halafu wanaenda kuwakodisha hawa wananchi wa watu ili apate cha juu. Hili, hili ninalikataza, narudia tena hili ninalikataza, tutafuatilia. Mheshimiwa Waziri, naomba nipokee maelekezo yako na kwamba tuko tayari kuyasimamia kimsingi maelekezo yako kwangu mimi, nataka nikuhakikishie upele umepata mkunaji wananchi hawa wana matumaini makubwa, kama ulivyosema, wakati unafika na sisi tulioko hapa lazima tuthibitishe kwamba matumaini wananchi walionayo wanayapata kwa muda uliopangwa, kwamba mradi huu ukamilike. Hatutosita kuja wakati wowote kuangalia mradi huu unakamilika. Lakini pili, yale uliosema, mradi umekamilika halafu kulikuwa na wahanga waliotoka hapa halafu wakasaurika, hilo halitokubalika hata kidogo. Tutahakikisha tunaishi katika maagizo yako kwamba waliokuwepo wapewe kipaumbele, na kwa sababu soko litaongeza idadi ya watu kuliko waliokuwepo mwanzo, umesema vile vinavyobaki kwa wengine wapya, napo pawepo na uwazi katika ugawaji wa sehemu za watu kufanya biashara hilo nalo tutasimamia. Mimi nijitoe, sihitaji kibanda cha kwangu mwenyewe wala ndugu yangu yoyote. Kwa hiyo nitakuwa msafi kuhakikisha nakuwa na mikono misafi wakati nasimamia maelekezo yako kwamba kuwepo na uwazi na vibanda hivi wapatiwe wananchi kwa haki.